Ndugu na dada katika Kristu, jina langu ni Ignatius Simiu, mwenyekiti wa kikundi cha haki na amani katika kanisa letu la Mtakatifu John and Sylvia akesha Kitengela. Niko hapa kuwaeleza kwa ufupi kuhusiana na siku ya mazingira duniani ambayo tulisherekea tarehe tano mwezi Juni mwaka huu wa 2025. Siku hii ilisherekewa katika nchi ya Korea na humu nchini tulisherekea katika kaunti ya Tharaka Nithi. Vilevile kila kaunti humu nchini iliweza kuandaa sherehe hizi ili kuelezea wananchi umuhimu wa kutunza mazingira. Kauli mbiu ya sherehe hizi mwaka huu ilikuwa ni kuondoa uchafuzi wa plastiki katika mazingira yetu. Uchafuzi wa mazingira haya tunaona umeathiri afya ya wanadamu na hasa viumbe vya maji, maana zikitupa ovyo ovyo zinapatikana katika mito yetu na vilevile katika bahari. Kwa hivyo ni muhimu tuweze kuja pamoja na kuzungumzia ni vipi sisi kama wakristu na hata wananchi wengine tunavyoweza kupunguza uchafuzi huu. Katika barua yake Baba Mtakatifu Francis alituhimiza kwamba sisi kama wanadamu tumepewa jukumu na Mungu la kipekee la kutunza mazingira ambapo ni nyumbani kwetu na nyumbani kwa viumbe vyote duniani. Kwa hivyo tunapokuja kanisani na kusali pia tukumbuke kwamba tuna jukumu la kutunza na kulea viumbe vyote vilivyo duniani. Sisi kama wana haki na amani hii leo tunawahimiza wote kwamba mnapotumia vyombo vya plastiki muweze kuhakikisha kwamba baada ya matumizi yake tunaviweka vizuri, ili tunapotupa taka tuweze kugawanya vile vyombo ambavyo ni plastiki mbali na vile ambavyo vinaweza uh, kutumika kwa mara nyingine na vile vinavyoweza kuoza. Kwa hivyo vyombo vya plastiki kama ni lazima tuvitumie, basi tu, tutafute mbinu mbadala ya ya kubeba vitu ambavyo tunabeba katika hivi vyombo ama tukivitumia tuhakikishe tunaviweka na kuvitumia kwa mara nyingine ili kupunguza uchafuzi wa mazingira. A, tunakumbuka pia kwamba kanisa letu hapa kesha bado ni changa na hivi tunavyoendelea mbele, tunafikiria ni vipi tunaweza punguza matumizi ya plastiki katika kanisa letu. Tunaweza kuweka mahala pa maji safi ya mfereji ambayo yameweza kutengenezwa, ili badala ya kila Mkristu kubeba chupa ya maji, tunaweza wahimiza watu kuja kanisani wakiwa wamebeba chupa bila maji, kisha waweze kuteka maji mahali kwa pamoja, uh, ili kutumia maji safi. Na vilevile vile, wakati ambapo tumekuja hapa kanisani tumekuwa tunapanda miti na tutaendelea na hizo shughuli za kupanda miti ili kuboresha mazingira yetu. Basi ombi letu kwenu wa Kristo hii leo ni kwamba katika uh, shughuli zetu za kila siku tuweze kupunguza matumizi ya plastiki na vile vile kurudia kutumia vyombo ambavyo lazima vitumike, na baada ya kutumia baadhi ya hivi vyombo vya plastiki tuweze kuvipeleka. Kuna wafanyi wafanyabiashara uh, mbalimbali ambao wamefungua mahali pa kupeleka hivi vyombo vya plastiki wanavyokusanya na kuweza kuvipeleka kule kwenye mahali pa kuviyeyusha na kutengeneza upya uh, vyombo vingine vinavyoweza kutumika. Kwa hivyo, tupunguze hasa kutumia plastiki mara moja na kuvirusha, bali tujaribu kuvitumia mara nyingine ili kupunguza uchafuzi wa mazingira. Na hasa wanarika, tunawahimiza pia muweze kuchukua hatua ili kuelimisha wenzetu na kupunguza matumizi ya plastiki. Mwisho kabisa, tunahimizwa tusiwe wenye kuketi pembeni na kutizama ni vipi wenzetu wanajishughulisha na masuala ya, ya kulinda mazingira. Bali tunaombwa wote tujishughulishe. Kila mmoja wetu ana jukumu la kufanya ile kidogo ambayo unaweza ili tuweze kulinda mazingira. Kwa mfano ningependa kutoa shukrani kwa kikundi cha kikatoliki cha kinamama CWA, katika parokia yetu ambao wamepanga kupanda miti baada ya misa ya pili hii leo. Kwa hivyo wote tuone ni vipi ama ni shughuli zipi tunazoweza kufanya na kupunguza matumizi ya plastiki. Nawashukuru wote kwa kunisikiliza, na Mungu awabariki. Asanteni.